Kwa video nyingine ambayo niliahidi ni nitatuma, hii ni kusana na vyakula vya, vya wanga. Ni vyakula vipi vya wanga mwenaweza kustumia ambayo vina wanga kidogo, ambayo isiweze kuathiri na pia vikawa na faida kwenye mwili wako. Vyakula hivi ni kama mfuatavyo: viazi vitamu viazi vitamu, ukipata viazi vitamu vitakusaidia sana. Viazi vitamu ni vizuri vizuri vizuri vizuri sana. Vina madini ambayo ni mazuri kwa ajili ya wewe mwenye shida ya pressure, mwenye shida ya pressure, viazi vitamu ni vizuri sana, lakini tafuta, uh, magimbi. Magimbi, kama magimbi, nadhani magimbi mnayafahamu, na hayo magimbi na pia ni mazuri sana lakini chakula kingine ambacho kitaweza kusaidia wewe, tafuta maboga. Maboga kama maboga, maboga na yeye pia ni mazuri sana. Maboga ukila lile ukila ile boga lile, ukata kipande ukala ukapika, ni nzuri nzuri nzuri nzuri. Ina, ina madini ma, mazuri sana, ambayo ataweza kusaidia wewe kuweza kukusaidia kwenye zile harakati za kupona tatizo lako kama uko natumia dawa za, dawa za asili, kama unatumia dawa za asili itakusaidia sana. Lakini pia chakula kingine ambacho kitakusaidia, ndizi. Kama ukikosa uki kabisa, tumia ta, ndizi ndizi, ndizi za kupika ni nzuri pia. Ndizi za kupika, ndizi za kupika, tafuta ndizi zako. Pika vizuri lakini kwenye unko, kwenye ndizi changanya na protini, aidha unaweza kuchanganya aidha na dagaa, ni chakula kizuri sana. Changanya aidha na na samaki, aidha na nyama, nzuri nzuri nzuri nzuri sana, na utashangaa umekaa vizuri kabisa na utanishukuru. Pendea kutumia hivi vitu ambavyo nimekuelekeza, utakuja kuona mabadiliko makubwa asante sana kuna video mingine ambayo takawoituma hii video itahusiana na kitu gani cha kufanya? kufanya wewe uweze kingine njia hipi ambayo unaweza kuifanya wewe uweze kuimarika kupunguza uzito lakini, lakini pia kuimarika afya yako nzuri ni vitu gani ambayo kufanya pia vitu vingine utatuma endelea kusubscribe endelea kushare kucomment lakini pia na nakuendea kufuatilia kila video unaotuma, kwa sababu kupitia hii video na kusikiliza, kuna kitu kitajenga, kitakujenga utaujikuta unakaa vizuri kabisa. Asante sana.